Mwendo wa dereva ukoje? <tiple> au wote tumelala? <tiple> Unaona, kuna watoto wanasafiri na kuna watu mbalimbali wanasafiri kwa ajili ya mwaka mwisho wa mwaka Christmas sawa na mwaka mpya. Mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani Tanzania, SSP Mbunja Matibu, akiwa mkoani Iringa ameongoza na kuendesha zoezi la ukaguzi wa magari ya mizigo na abiria, pamoja na kutoa elimu ya usalama barabarani kwa abiria na madereva wa vyombo hivyo, sambamba na kuwapima kama wanatumia vilevi katika kutekeleza majukumu yao. Katika zoezi hilo lililofanyika Disemba 10, 2025, mkuu huyo wa dawati la elimu kutoka makao makuu ameambatana na mkuu wa usalama barabarani RTO, mkoa wa Iringa, SP Glory Mtui, ambapo lengo kuu la ukaguzi huo ni kuhakikisha huduma za usafiri na usafirishaji wa abiria na mali zao katika mkoa wa Iringa zinafanyika kwa usalama bila uwepo wa matukio ya ajali na changamoto nyingine zinazoweza kujitokeza barabarani kuelekea mwisho wa mwaka huu 2025. Dereva Abiria hapa amekusifia wasema unaenda vizuri. Lakini tembo akisifiwa mgema, eh, uende na mwendo huo, peleke abiria vizuri. Unaona kuna watu kwa ajili ya mwisho wa mwaka Christmas, sawa na mwaka mpya, kwa hiyo uende vizuri kwenye vibao vya, vya hamsini vinavyokuambia utembee na msida hamsini, lakini kwenye makazi ya watu hata kama hakuna kibao, uende kwa mwendo wa wastani kwenye maeneo ya madaraja usi usi, usi overtake. Hmm, nenda mwendo vizuri, subiri subiri, subiri pale hadi ukiona shwari, unapita kwenye milima na miinuko, utakiwa ku overtake. Changamoto kubwa ni mwendo, kama uta control mwendo wako na mwendo mzuri, hakuna shida na utawafikisha abiria wako wote salama salimini, sawa. Haya, asante jamani, tutakia safari njema. Sisi abiria pia tunawajibu kwenye safari yetu tuhakikishe kwa kwamba dereva wetu hatupeleki kwa mwendo wa kasi. Atupeleke kwa mwendo wa kistaarabu kwa sababu mwendo kasi ni hatari e. Akiwa anaenda mwendo wa kistaarabu akikutana changamoto njiani, ana uwezo wa waku, kuifanyia kazi ile changamoto na mkabaki vizuri, lakini akienda mwendo wa kasi anashindwa kupata maamuzi vizuri, lakini abiria sisi sometimes tunaonekana kwamba tuna baadhi ya abiria, sio wote, tunachochea dereva huyo akimbie mwendo wa kasi kwa sababu anatuchelewesha. Hiyo sio sahihi, tusimchochee dereva akaenda mwendo wa kasi. Nyinyi msilale, yaani nyinyi mnakuwa yeye na nyinyi mnashirikiana, kikubwa tufike salama. Tunajua kipindi hiki watu tunasafiri kuelekea mwisho wa mwaka, sikukuu za Krismas na nini, tuko na watoto. Kwa hiyo lengo letu tufike salama kule tunako kwenda. E, tutoke salama tufike salama. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Asanteni kwa kunisikiliza.